Mahakama Kuu ya Marekani imekubali kuamua uhalali wa jitihada za Rais Donald Trump za kukomesha haki ya uraia wa kuzaliwa, wakati utawala wa Republican ukiendelea na ukandamizaji wake mkubwa wa uhamiaji kufuatia tangazo lake la Ijumaa. Mahakama haijaweka wazi tarehe ya kusikilizwa kesi hiyo, lakini huenda ikawa mwanzoni mwa mwaka ujao na uamuzi utatolewa mwezi Juni. Mambo matatu ya muhimu ni nini kinachohusika katika kesi ya uraia wa haki ya kuzaliwa ya Mahakama Kuu ya Marekani? Pili, Trump aahidi kuendelea na kukomesha uraia wa haki za kuzaliwa. Tatu, je, Trump anaweza kukomesha uraia wa haki za kuzaliwa? Mahakama kadhaa za chini zimezuia jaribio la Trump la kuweka vizuizi kwa sheria ambayo inasema kwamba mtu yeyote aliyezaliwa kwenye ardhi ya Marekani ni raia wa Marekani moja kwa moja. Trump alisaini agizo la kiutendaji mnamo Januari 20, siku yake ya kwanza ofisini, akidai kwamba watoto waliozaliwa na wazazi nchini Marekani kinyume cha sheria au kwa visa ya muda hawatakuwa raia wa Marekani moja kwa moja. Mahakama za chini zinasema ya kwamba amri hiyo ni ukiukaji wa marekebisho ya 14 ambayo inasema watu wote waliozaliwa au kuzaliwa nchini Marekani na chini ya mamlaka yake ni raia wa Marekani na wajimbo wanaloishi. Agizo la Trump lilitokana na wazo kwamba mtu yeyote aliye Marekani kinyume cha sheria au akiwa na visa hakuwa chini ya mamlaka ya nchi hiyo. Utawala wa Trump pia umesema kuwa marekebisho ya 14 yaliyopitishwa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe hushughulikia haki za watumwa wa zamani na sio watoto wa wahamiaji na wasio na hati au wageni wa muda wa Marekani. Wakili mkuu wa Trump John Suer alisema kuwa kupanuliwa kwa makosa kwa uraia wa haki ya kuzaliwa kwa watoto wa wageni haramu kumesababisha madhara makubwa kwa Amerika. Agizo la Trump lilitarajiwa kuanza kutumika Februari 19, lakini lilisimamishwa baada ya mahakimu wa shirikisho kuhukumu dhidi ya utawala katika kesi nyingi. Hakimu wa wilaya John Conawe, ambaye alisikiliza kesi hiyo katika jimbo la Washington, alielezea agizo la rais kuwa la kinyume kabisa na katiba. Cecilia Wang, mkurugenzi wa kitaifa wa kisheria wa American Civil Liberties Union, alisema ana matumaini mahakama itapiga chini amri hii. Mahakama za shirikisho kote nchini zimekataa mara kwa mara majaribio ya Rais Trump ya kuondoa ulinzi huu wa msingi wa kikatiba, alisema Wang. Hatua ya rais inakwenda kinyume na haki ya msingi ya Marekani ambayo imekuwa sehemu ya katiba yetu kwa zaidi ya miaka mia na hamsini. Mahakama ya juu imemuunga mkono Trump katika mfululizo wa maamuzi mwaka huu, ikiruhusu sera mbalimbali mbali kuanza kutumika baada ya kuzuiwa na mahakama za chini ambazo zilitilia shaka uhalali wake. Miongoni mwa sera hizi zilikuwa uondoaji wa Trump wa ulinzi wa kisheria wa muda kwa misingi ya kibinadamu kwa maelfu ya wahamiaji, uhamishaji wa wahamiaji kwenda nchi zingine isipokuwa nchi yao yenyewe, na uvamizi wa utekelezaji wa uhamiaji wa ndani.